Kwingineko, baadhi ya vijana kutoka mji wa Garsen County Tana River wameghadhabishwa na hali duni ya usafi wa mji huo na kutoa changamoto kwa serikali ya kaunti hiyo kuwapa ajira vijana hao ya kunadhifisha mji huo. Vijana hao wanalalamikia kutengwa na serikali ya kaunti kwenye nafasi za ajira, jambo ambalo limechangia vijana wengi kuingilia uraibu wa dawa za kulevya. Aidha, wanataka kuhusishwa kwenye baadhi ya maamuzi yanayofanywa na, na serikali ya kaunti hiyo ambayo yanahusu vijana ili kutoa maoni na changamoto wanazozipitia. Midhenge imejaa kila mahali. Kwanza, upande wa serikali pale nyuma ya polisi kuna midhenge, kule hospitalini nyuma, hata ndani ya hospitali kuna midhenge. Hapa ndani ya soko kama mnavyoona pia kuna midhenge. Mm. Kila mahali kuna uchafu. Imekuwa sasa hakuna mahali ya kuweka uchafu, uchoma. Kila mahali kuna kwa dumping site. Sasa, sisi kama youth tunakuomba mheshimiwa aze katutushika mkono wakati huu tuweze kwenda kusafisha huu mji wetu. Manake, sasa kila mahali ni pampa zinatupa. Mtaa ni mchafu na sisi hatuna ajira. Tumeona njia mbadala ya kutafuta kazi sisi ambao tuko jobless at least tuwe na self-employed ya hiyo, kama ya kusafisha mtaa. Garseni iko na njaa, sisi kama vijana tumeshikana, tumesema, tunaomba kazi, tunaomba kazi, si hapa kwetu pekee. Garseni, tunaomba kazi hapa, tunaomba vijana wahola pia wapoe kazi, Tana River nzima. Naona hii Tana River inapokea pesa mingi sana. Kaunti inapokea karibu 14 billion na hiyo pesa ni pesa ambayo kwamba inaweza inaweza inaweza kuajiri vijana, inaweza kutengeza drainage system, inaweza kutengeza hospitali zetu, inaweza kufanya vitu vikubwa sana hapa kwetu.